Karibu katika The Gear eh bwana, hii ni show ambayo tunazungumzia masuala ya magari kwa hiyo kama mpenzi wa magari, hii ndio sehemu yako ya kutazama show kali kama hii. Leo nimekaa nje, niko barabarani na kuna kitu niliamua kushare na nyie, nione je hiki ambacho mimi nimekifanyia research na wewe pia umekiona, ama hiki ambacho mimi nakiwaza na wewe pia unakiwaza. Aa, kuna kitu ambacho kinaitwa driving style, namna ya uendeshaji aa, binafsi aa, aa, nimeona kuna utofauti mkubwa sana ya driving style unajua kuendesha gari kuna sheria zake. Kuna ile hali ya kawaida ya kuendesha gari, kwamba mtu anaendesha gari anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kama wanavyojua watu wa sehemu fulani, unaweza kukuta mkoa fulani watu wa, wako wa aina fulani, na mkoa fulani wako aina fulani. So mimi nasafiri sana, nasafiri nje ya nchi, ndani ya nchi, sehemu ah, mbalimbali kwa ajili ya shughuli zangu, lakini pia niligundua kuna tofauti kubwa sana ya driving style. Sasa sijui inatokana na nini sasa? Kama nimekosea, naomba unirekebishe, nione kama research yangu iko sahihi. Ukienda Dodoma, kuna kamtindo ama ka style fulani hivi ka uendeshaji wa gari ambapo uh, unakuta uh, unaona mtu uko mbali kabisa, lakini hayuko tayari kukuruhusu wewe uingie barabarani, tofauti sana na Dar es Salaam ambapo mtu ana ile wanaita fair kwamba unakaribia barabarani, wataka kuingia main road, mtu anakuruhusu uingie, lakini Dodoma, naona kama kuna ile wanaita Kiswahili, nginjanginja, kwamba bwana, mimi kuingia lazima ni force. Aa, ukienda Arusha kuna staili kama ya ubabe hivi, yani unaona kwamba, yani kila mtu anakuwa na staili yake fulani ya uendeshaji wa gari, wao wanakuwepo na na namna ambayo, uh, inaonesha kwamba mimi nimetangulia, na ukiangalia vizuri Dodoma zebra watu hawasimami sana kwenye zebra, kama vile Dar es Salaam watu wanasimama sana kwenye zebra. Nime, nimeenda Nairobi uh, driving style ya Nairobi uh, kiufupi, watu ambao wameenda Nairobi wanaweza kaelewa. Unaona, distance iliyopo kati ya gari na gari, huwezi amini distance inaowachwa kati ya gari na gari ni kama bampa na bampa, na spidi iliyopo kati ya gari na gari ni kubwa sana. Unaona gari inavyotembea kama hivi, spidi ni ndogo, lakini wao wako spidi kali sana sana sana sana, kitu ambacho mi binafsi nilishangaa sana kuona kwamba hawa ah, watu wamepanga, wako spidi na wako hivi. Ukiangalia sehemu kwenye makutano kama roundabout hivi ama kwenye junction, namna gari zinavyoingia. Mimi nilikuwa nipo kwenye gari ambayo zile taxi za mitandao okay, kwa sababu mtu anapeleka gari kabisa, unaona kama wanataka kugongana hapo. Hujakutana na yale matatu yao ambayo ndo noma zaidi. So hizo ni moja kati ya driving ambazo driving styles za sehemu mbalimbali ambapo mimi binafsi nimeona. Kama wewe kuna sehemu umewahi kuona wanaendesha vipi, hii ndio sehemu yako ya ku drop comment yako katika Instagram page yangu 255 Jerry, ukaweza kushare ukasema sehemu gani umeona uendeshaji fulani wa gari wa tofauti kabisa. Zanzibar, uh, Zanzibar Zanzibar, uh, slow, yani speed ya magari iko slow na kuna kitu kimoja kilinichekesha sana. Aa, sijui ni aina ya mazingira ma aliyopo. Nikutana na paka kama mara tatu mara nne. Paka da, anavuka barabara fasta, lakini kule bwana, paka anaweza akavuka taratibu, akasimama katikati ya barabara, watu akasima, wakasubiri na akapita, kama vile India. India driving style yao, niliwahi kwenda, iko honi nyingi sana hivi, unaweza kuta mtu yuko kwenye gari yuko kwenye traffic light wa mbele kabisa, naye anapiga honi, taa zimeruhusu naye anapiga honi, kila mtu anapiga honi. Na hata ukienda nyuma kwenye gari limeandikwa kabisa blow horn, yani kwamba wenyewe wanapenda sana kupiga honi. So leo the gear tuliandalia driving style. Sasa twende katika segment ya pili, twende tukamtazame DJ mwenye mafanikio makubwa Tanzania, DJ mwenye magari makali sana Tanzania.

Ewana, <laughs> leo, tuko na best DJ in Tanzania, DJ Allybi. Ebwana, brother, tunashukuru sana, na leo tunakaribisha katika show yetu ya The Gear. Yeah man, kwanza hey. tume kabla tujafika kwenye masuala yetu ya magari lazima tujue, uh, kazi kubwa uliyoifanya na imekuheshimisha vipi? Naona tumekuja ofisini kwako yeah, na tumekuta tuzo hizi, tuzo za nini na nini labda. Hii hii hapa nilipata ya East Africa, hii tuanze huko international, ehe um, East Africa <laughs> DJ Awards mm -hmm. ambayo ilifanyika 2023 ambayo mimi nilikuwa wina wa hii eh. alafu hii ni ya Tanzania Music Awards nilichukua 2023. na nyumbani zipo eh, na nyumbani e, zipo. Ipo nyingine ya 2024, 2024. Yes, na nyingine nazo nyingi nyingi, nying, kidogo nying. Hapa ni chuo eh, ni chuo changu kwa makijana ambaye yuko nyumbani unajua kabisa anahitaji kuwa DJ basi, mlete kwa Sumari. Hadi, hadi mimi fundi wa magari naruhusiwa kujifunza au DJ. Yani, hapa ninachotaka ni mtu awe na akili timamu, basi. E, yani, kwa vitendo ni vitendo, ni rahisi kuliko kuanza kusoma. Ni kama ajira, mtu anaweza kawa mchana anafanya zake kazi jioni anapiga zake, ndio ndio, same sasa na mimi naenda kufundishwa, nitakuwa nawatengezea magari nawaelezea mambo ya magari, mchana usiku, tunakutana Ijumaa wewe. Aya, sasa sasa tunafika, tuende kwenye maswala yetu ya magari kabisa mwanangu. Magari yatakuwa lazima, magari yatakuwa chini Bwana tuko na Athumani sasa. Bosi Athumani, bwana kwanza ongera sana, na magari mazuri ndio sababu kubwa ya mimi kukutafuta. Unajua hadi tunaamua kukuweka katika, katika kipindi chetu kinachoitwa The Gear, segment inaitwa Petrolhead, maanake tunazungumza na watu ambao wanajua magari na wanapenda magari. Na mtu sio lazima mtu aseme kwamba anapenda magari, yaani unaona kabisa huyu mtu yuko ready kuinvest kwenye gari kabisa. Kwanza tuko na gari ina gani hapa? ah, eh, Range Rover Sport. hii ya mwaka gani 2018? hii imekuwa upgrade kit uh, imefanywa upgrade ama ndo ilivyo yani, imekuja hivi au ulifanyia upgrade kwanza? hii hapa mimi hapa ilikuja hivi, labda upgrade ilifanywa huko UK. okay. hivlabda uh, ilifanyiwa okay. Na mimi ni mmoja kati ya mashabiki zako ambao nafuatilia sana uh, katika peji yako na nimeona sio hii tu, naona kuna vyuma vya hatari sana yeah. Kwanza, kabla tujaenda kwenye vyuma vingine, nilikuwa natamani niingie ndani na mimi mm. Nionje kidogo eh. Uh, kitu cha kwanza kabla ya uzuri wa gari um, mm. Napendaga kufahamu bwana brother anarekodi vipi yani, video zake kwanza kali sana, akiwa kwenye gari kiufupi, mm. unaua sana ukiwa kwenye gari. <laughs> <laughs> na nikasema leo niangalia, anaikaga wapi, either ni simu mm. ama ni kamera, anaikaga wapi? Nikagundua kwamba una mount hapa eh. hapa una mount na hii na hii hole eh. Yaani hapo nikishaeka simu hapo. eh. yaani noma kabisa. hapo uwezi kuamini. Unajua mara nyingi sana naikaga simu na record tu matukio Yeah. Alafu unakuja kupata content bila mimi kujijua, yeah. Alafu una unaziedit mwenyewe, inawezekana unaacha simu muda wote, alafu baadaye ndo unapata kipande, unapata kitu kikali. Kuna ile kuna ile kula bomu ile inakuwa kama, ipo kwenye, unaunganisha vipi? au ni kwenye kuedit sana Uh, mimi sitaki kuanzia hapa uh, kwenye Range Rover natamani kupata uh, story ya nyuma kabla ya uh, Range Rover na kabla Asmani uh, hajajulikana kiasi hiki. Sa, kwa sababu wote tunajua kuanzia hapa kwenda mbele lakini, so, yeah. zamani kabla ya hapo gari yako ya kwa kwanza ilikuwa gari gani? gari kwanza ilikuwa ya IST IST, na ulikuwa mm. DJ. DJ. Okay, na u umeanza kitambo mwaka elfu mbili na nne na tano rangi gani? ST nyeupe. iliko ikatoka ST ikaenda ikaingia nini, toka ST kaja Crown Crown halafu mm. afunkanua Utlenda toka Utlenda nikanua uh-huh. Renji Renji Rova elfu mbili na... na tano zile Sports, sio? uh, so hii nyingine mm. Land Rover Sports. Mm. Ehe, alafu tena nikakona. kuna nyingine tena ilikuwa Discovery au nini au ndio Land Rover ile eh, yeah. yeah, ile ndio Sports, so Discovery ile, alafu ndio ikatoka ikaja BM, ama kanua BM alafu ndio kaja hii ah, nikuwa na GLC, pia nani GLC, Mercedes mm. hukaa nayo sana lakini, mm. hukaa nayo sana kwa sababu vipengele nikaona, kwa hiyo ikatoka pale ndo, ndo right. Okay, mimi nataka nataka story ile ya IST sasa. Mm. ile IST ile hela sasa, jinsi ilivyo ikusanya kusanya, kusanya, ukaenda kuinunua ile IST, ule usiku wa kwanza unalala ile mm, leo ni na IST ilikuaje? Hicho ndio nachotaka nikujue. Kiukweli, ile HST mi nilikuwa na milioni nne tu eh. <laughs> umeunga unga hela e, nyingine aliongezeaga ali, bosi wangu nimpe credit zake mrangu ya bosi wangu anaitwa hiyo eh, Ayubu hiyo nilipewa na ni, eh, anaitwa eh, e, yu, ni, ni, ni, ni, Mopao tajiri ea, na hiyo gari nilipewa kwa mkopo. Rangi gani? Nyeupe. Akaambia vimba mjini, Alibi wangu kipia walikotafuta mteja wakakosa, nadhani a changamoto unajua, watu wengi wanapenda sana kusikia stori, yaani wanaona mafanikio ya mtu eh. mm. Lakini hawajui zile haso mtu anazopitia, anahisi kama hivi rahisi, rahisi rahisi mm -hmm. Kwa jumla ilikuwa kama milioni nne jumlisha shilingi ngapi? na likuwa na kipengele, si kipengele chochote, ilikuwa ni mpya kabisa, ilikuwa namba C. Na ulikuwa na muziki system zako, unafunga makorokoro? Mimi mara nyingi sana sipendagi kuongeza kitu chochote kwenye gari. Gari ikiwa hivyo hivyo ndo nataka, sijawahi kuweka um, makelele kwenye gari yani, na kwa tuna magari ambayo quality proper sound system safi ya hela nyingi unabeba inasaidia labda kubeba vitu vyako kwenda kwenye kazi, yeah, plan, yeah, plan, jau, yes. Za za mashine mashine DJ DJ yes, na kijana mmoja kukusaidia uh, uh, mimi mi, sasa bana Mungu aliponiumba eh yeah. Alioniumba ilikuwa si, sinaga kijana alikuwa anapambana mwenyewe yani mimi yeah. Mara nyingi niko mwenyewe kwa sababu sana mimi siwezi kua vijana mara nyingi anakua nasakifanya madogo nanaa eneo la tukio kwa sababu nina chuo cha media na kuna vijana wanahitaji exposure, lazima nawabeba toka zamani, lakini sasa kuna muda una, ule as, niliwa, niliamua kuwapausha kwanza, yeah, ili wawe makini, nikiwa nayochukua hakuna kitu chochote kupotea. Okay, mimi si nataka kwanza tu huko huko kwenye ST. Hmm. Matatizo ambayo ulikutana nayo kwa mara ya kwanza kwenye ST. Ushapata breakdown. Hmm. Uh, labda gari imekuzuikia njiani ya ST. Tuanze tuachana na kwingine tutuanzie huko. Eh. Wapi? Ilikuwa vyombo nini? Mimi nimezoea nikirudi nyumbani gari ndani. Sasa kuna siku mtu alikuwa so yeah, ame-block gari yangu Eh. Hey. Nikawa nimepaki sehemu nikaingia zangu ndani eh, nikawa najua gari liko ndani, kumbe eh. Eh, sasa hivi asubuhi nimeamka, nimeshaoga nini nataka o eh, naroga nje asumani <laughs> manyoya <laughs> moto uliwaka, kakumbuka jana liborudi kweli, nitokaje hivi a geti hivi nikuangalia pale nimeliona bana! <laughs> na kipindi hicho mtaani ulikuwa nakaa, ulikuwa na vibaka wanaochomoa chomoa ma vitu kwenye gari, lakini usikuamini, haikuchukua chochote. Nimekuta <inaudible> gari yangu tu nimeilock, au wanakujua, lazima <poisoned�> <laughs> kuzinikiwa na mafuta kwa kweli, niseme uongo mimi hapa unajua niko kwenye level fulani ya high profile. Twende huko kwenye ST tutafika huko. Mimi hapo kwa mara nyingi sana na, na dream. Eh, yani kuwepo hapa sijawahi eh, hata siku moja kuishia mafuta kwenye gari, yani mafuta kuniishia kwenye gari. Haijawahi kutokea. Asumani ameshona wewe kidumu. Haiwezekani. Haiwezekani. Yaani kuishiwa mafuta kwenye gari. Haiwezekani. Gari naweza kawa haina mafuta Bwana mm. Okay, uh, una gari nzuri y yani, sijui mtu kama anachukia anachukia yeye kwa matatizo yake, lakini to be honest, mimi nimekuja kwako mm. naona kwamba wewe ni DJ, una gari nzuri alafu safi mm. unaelewa? kuna gari nzuri alafu safi yaani, kredit zako lazima nikupe. Ah, ah, shukran sana. Sasa jambo mm. ah, ambayo nilikuwa nataka nikuulize kwa kuwa na ku -own gari nzuri kama hivi mm. si biashara ina faida imekusaidia kwa namna moja au nyingine eh? Kwa namna moja ama nyingine imenisaidia. Sio kwa namna moja ama nyingine imenisaidia sana eh. Imenisaidia imenisaidia kwenye kwenye brand, imenisaidia ni kwamba mimi unakuta sometimes naenda kupiga mziki Mbagala alafu mteja mwenye Range Rover ni mimi ambaye nimekuja kuwapigia mteja mwenye gari kama la kwangu na nimekuja kuwapigia watu ambao wamekuja na mabodaboda. Hey. na I feel the same like them. Yes. nawaaminisha na na, na, na, na, na, na faidisha yule mlaji ambayo amenileta mimi hapa namburudisha. Hey, yani namfaidisha yule mtu ambaye amenipeleka mimi kule nimepelekwa mimi na gari langu la hela nyingi lakini yeah. Wanakowapigia watu watu wa kawaida tu in terms of no matter what you have as long, yeah. as sisi tunahitaji huduma yako, tunaomba uje utupe huduma. Kuna kuna kuna ile hali, wewe una gari hii mm. Sawa, wewe ndio unayo

a <laughs> <laughs> ni DJ lakini mwanamuziki? Of course ushae kuimba zamani. Eh, chana nini? Kuna jamaa mmoja alikuwa so, alikuwa nani. Ali. So, Ali B au nani? Kuna jamaa alikuwa ah, Ali B ni msanii wa Kenya, shakufa amefariki juzi kati, so um, unaweza ukawa na gari sasa hivi mpaka sasa hivi naona kuna BM, naona kuna hii range mm. na kuna range nyingine si sindio? mm kwa mimi navyoziona so hmm, kuna kuwa na ratiba? leo nipande niendeshe gari flani, kesho niendeshe gari flani niende, ama wewe ya kwako hii, ya mama hii, na hii moja ya kuwepo tu ya emergency, kuna ratiba? Mi sina ratiba, mimi naangaliaga hmm, gari ambalo nikiwa naendesha nakuwa comfortable sana ni hili hapa, na lile renji lingine akisa, lile renji lingine mama watoto naye anakuwa nakua comfortable nalo sana hmm. Kosa mwisho wa siku nimeona tu nijue jinsi gani ya kujiposition. Ile BM sipendi niseme uongo, lakini ile gari ndio unafungua roof kama hivi, eh, ni gari tu ya kubishio tu, stand kuvimbia nini, nirudishe ndani, nitoke na gari niende kazi. Mm, Yaani naiona kali sana, nayo safi sana ndani na nje, afu quality ya gari unazozichagua kwa kweli nzuri sana. Mimi ni mtu wa details. Yaani sinunui gari kwa ni mali gari hilo jambo mimi nime notice. Unajua, kabla sijaenda kuongea na mtu huu, anafanyaga ile research mm, napita mwanzo mpaka mwisho naangalia na naona okay. Mm. So kuna ile hali ya kwenye familia kuna gari nyingi mm.

apili <laughs> eh, na eh, masimba na madogo amekula eh, eh, nyama nyamaza eh, kelele <laughs> <laughs> <Wacha> sana <pesa yunge. laughs> eh, eh, music system uh, za gari zote ulizowahi kutumia ipi ambayo umeipenda? kwa kwa, kwa hizi kazi zako minaonaga mina, video nyingi unakuwa kwenye gari. Hey, muziki system yako umeipenda? Hey, noma sana ila hata BM yeah. Pia nayo noma kabisa ila hata hii bana, ni zote bana, zote kali sana. Na una connect vipi, vipi kati ya simu, muziki na mabomu yako na kamera yako au, uh, hey, uh, ni siri sio siri kwa sababu hey. mara nyingi sana na, wao pia nawashauri vijana wajue ni jinsi gani hey. ya kujitofautisha you na wengine, ni sasa kujitofautisha na mtu mwingine bila kuwa mbunifu. Kwa hiyo mimi unakuta tu na recording kawaida muziki kawaida, lakini naongezea panchi muziki, naweka yale mabomu yote, na edit kwenye simu si edit kwenye kompyuta yani. Mimi nikishuti saa hivi aa, wasanii wote ambao nashuti mwenyewe, naedit mwenyewe, kila kitu nafanya mwenyewe, nikiachana na msanii hapa, ameondoka na video yake. Yani, kila kitu unafanya peke na, wanakulipa. Namshukuru Mungu bana, nisiwe mnafiki. <coughs> <coughs> <coughs> Eh, ni ndugu zangu hivi kwa kikaa hapa kiongee hivi na baadae, kuna wanaelewa wanaelewa kwamba tunabebana. Unajua mwanangu, mimi hapa kitu ambacho naamini sana, naamini kwenye kusaidiana naamini sana kwenye, kwenye wingi, amini kwenye, kwenye umoja. Ukiwa unaamini kwenye wingi, unakuwa unaweza kumsaidia mtu, hujui kesho itakuaje, lakini inawezekana kesho yeye akawa mzuri akaja akakusaidia na wewe.